Halo ndugu Tembo, naongea hapa. habari Mike, Nicholas Van Der Kamp hapa, nahitaji msaada wako rafiki yangu. Oh, halo, bwana Van Der Kamp nikusaidiaje tafadhali? Ina kipande cha ardhi kinachohitaji kuendelezwa. Unaweza kuja mapema kiasi gani? Naweza kuja huko kesho. Vizuri, nitamwagiza mtu akupitie huko saa kumi Tafakari Mr. Van Der Kamp ana nini kwa ajili yangu. Nina kiu, imekuwa safari ndefu. Nadhani nitamsubiri hapa. Nimesikia kuna mtu ana kipande kizuri cha ardhi. Inaonekana anakuja mjuzi ukiendeleza huyu mm. Ni nani? Ni namna gani amegundua nakuja hapa? Ajabu sana.